Mtazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni kwenye kijiji cha Mambamba kinachopatikana kwenye kata Ndumbwe, tarafa ya Mambamba. Siku hii ya leo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tandahimba, Mheshimiwa Katani Ahmed Katani amefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi wake, wapiga kura wake hasa eh, akija kuelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka 2020-2025. Faida Online TV tumefika hapa na kuandalia taarifa ifuatayo na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu afildi, wa field. Tafadhali baki nasi. Huyu hapa mheshimiwa Katani akizungumza kwenye mkutano huu wa hadhara. Kwa sababu mgombea wa urais ni mmoja, Daktari Samia Suluhu Hassan, niwaombeni sana wanakata, wanatarafa ya Mambamba, kwa kazi iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sisi watu wa Mtwara, sio Mambamba, Mungu anaweza akatupa laana kama kuna kura ya mwananchi yoyote bila kujali itikadi ya chama chake, endelea kumwombea kura Rais Samia suluhu Hassan kwa wananchi wote. Bora uipoteze kura ya Katani kuliko kupoteza kura ya Rais Samia. Na mimi zamani nilikuwa sijaamini kama wanawake wanaweza, lakini kwa kazi iliyofanywa na Rais Samia naamini mama zetu mnaweza kuliko sisi, Lakini sije nikaombea sana kura wenzangu, kwa sababu na mwenyewe nataka kura, tunaelewa. Isije nikajisahau mwenyewe, mimi niendelee kuwaombea wana Mambamba, dhamira yangu ya dhati kabisa, moyo wangu mimi. Nafanya siasa kama ibada, na ndiyo maana mara nyingi naweza nikawaahidi jambo mkawa na mashaka mashaka. Wakati tunaanza kujenga zahanati pale Nilikuja kufanya mkutano maeneo haya nikawaambia, tutafanya kuwa kituo cha afya. Wapo watu wa Mambamba walikuwa hawaelewi ninachokisema, lakini leo wanayakini kwa sababu tunacho kituo cha afya. Wakati nafanya mkutano kwenye eneo hili niliosimama Mambamba, nikawaambia nitawaleteni shule, chagueni Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mdogo. Kuna watu walikuwa hawaamini. Lakini leo tuna shule ya mfano wilaya Tandahimba, shule yetu ya msingi pale. Na bahati njema kwa serikali ya CCM vitu vyake vinaonekana. Pakuta huka paka pali. Papo. Maana tukisema tumejenga kituo cha afya kinaonekana hakionekani. Tukisema tumejenga shule inaonekana haionekani. Tukisema tumejenga sekondari inaonekana haionekani. Tukisema tumeleta

Baada ya kumsikiliza mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Tandahimba Mheshimiwa Katani Ahmed Katani tumpata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya waheshimiwa madiwani wakielezea namna Mheshimiwa Katani alivyokuwa msaada mkubwa hasa kwenye ukamilishaji wa miradi mbalimbali ambayo inapatikana kwenye kata zao. Naitwa Juma Chibwana mwana wa Mdedu, diwani ya Kata Ndumbwe. Brother Katani, mimi wakati naingia madarakani 2022 Mambamba pakuwa na shule ya msingi ya Mambamba B ambapo wanafunzi walioko Mambamba A walikuwa ni wengi zaidi ya elfu moja na kitu elfu moja kama na mia mbili na kitu, lakini kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kampeni zangu Katani alisimama akasema ataleta madarasa mawili, lakini baada ya chaguzi kupita vizuri, bradha Katani alienda kwa mama mama, akamwelewa, akatuletea mradi wa, wa, wa, wa shule mzima, ikiwa na maana madarasa tisa ya awali mawili, shule msingi saba, jengo la utawala, matundu 18 ya vyoo, lakini pia tulipiga senyenge kwenye, kwenye, kwenye jengo lile la, la, la, la, la madarasa ya awali kwa milioni 331.6. Mradi ambao umekwenda vizuri, na tulimleta mpaka waziri mkuu kuja kufungua ile shule. Huu ni upambanaji wa Katani Amadi Katani kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Bakari Saidi Chibuyu, ni mheshimiwa diwani kata ya Mkwedu, wilaya ya Tandahimba mkoa wa Mtwara. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru sana mheshimiwa mbunge Katani Ahmed Katani namna alivyofanya ushirikiano nami kuhakikisha kwamba kwenye kata yangu naletwa mradi mkubwa kabisa kutoka serikali kuu ambaye ni shule ya sekondari na huo mradi baada ya kuleta kwenye kata yangu, nashukuru, nimeshirikiana naye mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba mpaka sasa hivi kuna asilimia tisini na tano ukamilika huo kukamilika mradi. Shukurani sana Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge na mimi kama msimamizi ndani ya kata. Nawashukuruni sana. Kwa majina naitwa Juma Halidi Mngawa, diwani wa kata ya Milongodi. O, binafsi nasema Mheshimiwa Mbunge akafanya kazi kubwa, kwa sababu mbunge ni daraja kati ya sisi watu wa ngazi ya chini ambao ni madiwani na kwenda serikalini. Miradi mikubwa inakuja kwenye halmashauri ile ya Tandahimba, na hasa kwenye kata yangu ya Milongodi, napata hiyo miradi mikubwa. Nimetoka kuzungumzia ishu ya maji mradi milio, huu wa maji wa Mitema unatekelezwa zaidi ya bilioni 86 unapita kwenye kata yangu hii ambayo mimi ni niko kwenye kata Milongodi, ambayo mradi huu unatekelezwa kwa kiasi kikubwa. Lakini ukiacha hiyo tu mradi huu wa maji, kuna miradi hii ya umeme ambayo haikuwepo before kabla ya mimi kuwa diwani, leo inatekelezwa ndani ya miaka mitano. Ah, miradi mingine ambayo iko kwenye eneo langu ambayo imetekelezwa kuna ione ukiacha ile ya roleta kwenye maeneo mengine kwangu, kuna mradi mkubwa kabisa huko pale wa ujenzi wa shule ya shule sekondari pale Milongodi liwa na changamoto maabara pale, imejengwa kwa hicho kikubwa, lakini tulikuwa na changamoto ya shule shikizi pale kwenye mji mdogo wa Miledi watoto watoto walikuwa wanatembea zaidi zaidi ya ya ya ya ya ya kilomita tano kwenda Tandema mjini yao, kuja Milongodi mjini au kuja sasa, sasa mheshimiwa mheshimiwa mbunge mbunge katoa fedha zake za za mfukoni mpaka mpaka mpaka kwenye kwenye kwenye pesa zile za mfuko wa wa wa jimbo msingi wake kanisaidia sana kwa watoto wanapungukiwa na na ile adha ya kutembea mpaka kufika. Sasa zaidi ya milioni hamsini imepita kwenye mikono mbunge, kusaidia kwenye ujenzi shule shule pale Miledi, madarasa yameshakamilika mawili na ofisi moja ya walimu, watakaanza kufanya shule baada ya mwezi Januari mwakani. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, jina langu ni karibu Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field. Kazi yetu ni kufika kukusanya na kukuletea hapo ulipokaa uweze kujua nini ambacho kinafanyika katika maeneo mbalimbali. Asante na kwaheri.